Ikiwa atakuwa na elfu mia moja basi hesabu itakuwa ni ile, ile ya 2.5% ya elfu mia moja. A, akiwa na milioni moja itakuwa ni 2.5% ya eh, milioni mbili. Haitakuwa kwamba sasa achukue milioni moja a divide by 79 ndio aseme sasa hii ndio nitakuwa natoa. Hapana, uh-huh itakuwa ni 2.5% ya chenye uko nacho madamu ni zaidi ya 79,000. Naam. Okay, haya ah, nadhani imeeleweka. Kwa hesabu ya haraka ni kwamba utachukua ile pesa ambayo unayo uh -huh. Alafu divide na 0 point, inakuwa divide by 40. kwa hesabu ya rahisi, divide by 40. Divide by 40. Yani mfano kama niko na saa hii yani, huwa inabadilika lakini yeah. kwa saa hii vile ninavyozungumza yeah. no. itakuwa hivyo okay. So itakuwa like, ikiwa ni 100000 itakuwa 100000 divide by 40, ikiwa ni 1 million itakuwa 1 million divide by 40, ikiwa ni 200000 itakuwa 200000 divide by 40, hivyo tu Aye.